Je, wajua kuna siku vijana arobaini na wawili walikufa kwa sababu ya kumkejeli nabii wa Mungu? Kisa hiki kinatokea kipindi kifupi baada ya nabii Eliya kupaa mbinguni. Elisha ambaye alikuwa mfuasi wa Eliya kwa muda mrefu, sasa amepokea manto ya kinabii, ishara kwamba yeye ndiye mwendelezo wa huduma ya Eliya. Mungu alikuwa amemchagua Elisha awe nabii wa Israeli, mtu wa maono na matendo ya kiungu. Baada ya kuona Eliya akinyakuliwa kwa gari la moto, Elisha akarudi kuelekea Yeriko na Betheli. Njiani alitenda muujiza wa kwanza kwa kugawanya maji ya mto Yordani kwa kutumia vazi la Eliya. Watu walitambua kwamba roho wa Eliya ulikuwa juu ya Elisha. Lakini licha ya upako huo, bado kulikuwa na watu waliodharau mambo ya Mungu, hasa katika mji wa Betheli, mji uliokuwa umechafuliwa na ibada za sanamu tangu nyakati za Yerobamu. Biblia inasema, kisha akakwea kutoka huko mpaka Betheli na alipokuwa akipanda njia, wavulana wadogo wakatoka mjini wakamdhihaki wakisema, panda juu wewe mzee wa upaa, panda juu wewe mzee wa upaa. Maneno haya hayakuwa mzaha wa kawaida. Neno wavulana wadogo katika Kiibrania narim katanim linaweza kumaanisha vijana wa miaka 15 hadi 30. Si watoto wadogo, walikuwa watu waliokomaa lakini wasio na heshima kwa watumishi wa Mungu. Walijua vizuri kuhusu kupaa kwa Eliya mbinguni na kwa kejeli wakamwambia Elisha, na wewe panda juu kama Eliya wako. Walikuwa wakicheka, wakikejeli na kumkosea heshima mbele ya watu. Kumwita mzee wa upaa kulikuwa si tu tusi la muonekano, bali dharau kwa heshima yake kama nabii. Katika utamaduni wa Kiyahudi, kumkejeli mtumishi wa Mungu ilikuwa dhambi nzito sana. Elisha akasimama, akageuka na akawatazama wale vijana moja kwa moja Biblia inasema akawatazama akawalaani kwa jina la bwana Hii haikuwa hasira ya kibinadamu bali roho ya hukumu kutoka kwa mungu elisha hakutamka neno kwa nguvu zake mwenyewe alisimama kama chombo cha haki ya mungu kwa maneno mengine mungu mwenyewe ndiye aliyetenda kwa sekunde chache hewa ikabadilika ukimya mzito ukaenea vijana wale waliokuwa wakicheka ghafla wakashtuka kulikuwa na sauti isiyo ya kawaida ikitoka kwenye msitu karibu. Biblia inaendelea kusema, dubu wawili wakatoka msituni wakararua watoto arobaini na wawili miongoni mwao. Picha hiyo ni ya kutisha, lakini ni kweli. Wanyama wawili wakubwa, labda dubu wa milimani ya Lebanoni, walitoka kwa hasira kali. Walitoka si kwa bahati mbaya bali kwa amri ya Mungu. Kelele za vijana zilibadilika kuwa vilio vya hofu walikimbia kila upande wakijaribu kuokoa maisha yao, lakini dubu hao walikimbia kwa kasi wakiwararua wale waliokuwa karibu nao. Ni tukio lililotikisa Betheli. Watu waliosikia waliingiwa na hofu, wakajua kwamba Mungu anaweza kutumia viumbe vyake kuthibitisha utakatifu wake. Elisha hakushangilia, hakufurahia vifo vyao, badala yake moyo wake ulijaa huzuni, maana alijua kila tendo la Mungu lina lengo la kiroho. Baada ya tukio hilo Aliondoka akaendelea na safari yake kuelekea mlima Karmeo. Betheli ikabaki na kumbukumbu -kumbu ya adhabu kali, kumbukumbu kwamba Mungu hachukulii mzaha dhidi ya watakatifu wake kama jambo dogo. Kuna mafundisho matatu makuu ya kiroho kutoka kwa kisa hiki. Mdomo unaweza kuleta baraka au la. Vijana wale walitumia midomo yao kwa mzaha, wakidharau jina la Mungu. Biblia inasema maisha na mauti yako katika uwezo wa ulimi. Mungu anatetea watumishi wake. Elisha hakujitetea hakupigana, hakujibu. Mungu mwenyewe alichukua hatua. Hii inaonyesha kwamba kila anayemgusa mteule wa Mungu anajipatia hukumu. Heshima kwa Mungu ni msingi wa uwezo wa kiroho. Betheli lilijaa dharau na dhambi, lakini Mungu alirudisha heshima kwa jina lake kupitia tukio hili. Mungu anaangalia mioyo yetu. Kama hatumheshimu yeye kupitia watumishi wake, tunajitenga na baraka zake. Kisa hiki hakimaanishi Mungu ana hasira isiyodhibitiwa, bali kinatukumbusha kwamba utakatifu wake hauchezewi. Leo ulimwengu umejaa kejeli, mizaha ya kiroho na maneno ya kudhalilisha watumishi wa Mungu, lakini Mungu bado ni yule yule jana, leo na hata milele. Kile kilichotokea Betheli kinafundisha kwamba heshima ni msingi wa uwezo wa Mungu. Dubu wawili hao walikuwa chombo cha hukumu, lakini ndani ya tendo hilo kulikuwa na somo la neema. Baada ya siku hiyo watu wa Betheli walijifunza kutotamka kwa mzaha jina la Mungu. Kizazi kilichofuata kilimjua Elisha kama mtu wa Mungu aliyejaa heshima na nguvu za kiungu. Hii haikuwa hadithi ya giza, bali onyo la nuru. Ni kielezeo cha Mungu wa haki anayesema, usiwaguse wateule wangu wala usiwadhuru manabii wangu. Kisa cha Elisha na dubu wawili ni ushuhuda kwamba utakatifu wa Mungu ni wa kweli. Si kila utani ni salama na si kila mzaha ni wa kuchekesha. Maneno yanaweza kufungua milango ya baraka au ya hukumu. Elisha akaendelea na huduma yake akitenda ya miujiza mingi, lakini kila mtu aliyemkutana naye baada ya hapo alijua mtu huyu ni wa Mungu kweli. Kama umepata kitu kipya leo, usiache nuru hii ibaki ndani yako peke yako. Bonyeza laiki kuonyesha kwamba neno la Mungu bado linaishi. Subscribe ili uwe wa kwanza kupata simulizi nyingine za ajabu kila siku, na share video hii kwa rafiki yako, maana hujui moyo gani Mungu anataka kugusa kupitia wewe.